Karibu mtazamaji mwenzangu kwa upande wa lugha ya ishara ni Caroline Njoroge. Na masomo sasa yanaweza kurejelewa katika vyuo vikuu vya umma baada ya wahadhiri kutia saini mkataba wa kurejea kazini na serikali na kumaliza mgomo wao wa siku 49. Makubaliano hayo yataifanya serikali kutoa shilingi bilioni 7.9 kwa awamu mbili kuanzia mwezi Disemba mwaka huu. Na jinsi Joseph Wakhungu anavyosimulia, wahadhiri hao wanaitahadharisha serikali kwamba watarejea kwenye mgomo endapo serikali itajaribu kuhujumu huo. Wanafunzi wa vyuo vikuu na wazazi sasa wamepata afueni baada ya mgomo wa majuma sita ambao uliathiri pakubwa masomo katika vyuo vikuu vya umma kusitishwa. Baada ya mashauriano ya faragani ya masaa manne katika makao makuu ya wizara ya elimu, waziri wa elimu Julius Ogamba aliwasilisha ujumbe uliosubiriwa kwa muda mrefu. Ogamba, aliyekuwa ameandamana na maofisa wa vyama vya wafanyakazi wa vyuo vikuu vya umma na maofisa kutoka baraza la ushauri wa vyuo vikuu vya umma, alithibitisha kwamba mzozo kuhusu malipo ya shilingi bilioni 7.9 ambazo wahadhiri wamekuwa wakitaka walipwe chini ya makubaliano ya pamoja ya mwaka 2017 hadi 2021

Mgomo huo wa muda mrefu wa wahadhiri na wafanyakazi wa vyuo vikuu vya umma ulikuwa unatishia kuvuruga mipango ya masomo kama vile kufuzu. Ili kuepusha migomo kama hiyo siku za usoni, waziri alitangaza kubuniwa kwa kundi la pamoja la wizara mbalimbali la kutekeleza makubaliano ya pamoja, ili kuhakikisha anatekeleza na kushughulikia mapema masuala ibuka. Akiongea wakati mashauriano hayo, katibu mkuu wa chama cha wahadhiri wa vyuo vikuu Konstantino Wasonga alithibitisha kusitishwa kwa mgomo huo na kuagiza wahadhiri warejee kazini. Mwenzake wa chama cha wafanyakazi wa vyuo vikuu vya umma Charles Mukwaya alisifia makubaliano hayo akisema yalizingatia maslahi ya pande zote mbili na akampongeza Naibu Rais Kindiki Kithure kwa kuingilia kati suala hilo.